Nam unaweza kusema ni taswira ya vicheko na furaha ndani yake kati ya wawili hao walipoonekana mara ya mwisho hadharani wakiwa katika Ikulu ya Washington huko nchini Marekani. Hapa ni wakati ambapo Rais Donald Trump alikuwa akiagana na swahiba wake wa karibu, bilionea Elon Musk, na hii ni baada ya mtu huyo kuwa amehudumu kwa muda mfupi tu katika nafasi aliyopewa ya kuwa ni msimamizi wa ufanisi wa serikali ya sasa ya Donald Trump. Lakini pamoja na kwamba katika haya yanayoonekana walikuwa wakiwa na furaha kila mmojawapo akiwa wanaagana. Kinachoendelea hivi sasa kinatafsiriwa kwamba inawezekana wakati huu akiagana kila mmoja alikuwa na la kwake moyoni, na hii ni kutokana na hali ambayo inaendelea kushuhudiwa ya malumbano kati ya Trump pamoja na Musk. Hebu tuone hali hii ya malumbano katika taarifa hii, tuje kwenye mjadala wenyewe. Rais Trump ameonyesha kushangazwa na kukatishwa tamaa na namna ya ukosoaji wa mshirika wake Elon Musk kuhusu mswada wake mkuu wa bajeti. Wawili hao walikuwa na uhusiano mzuri, huenda wasiwe na urafiki tena siku za usoni mujibu wa Rais Trump, mfanyabiashara Musk ameonekana akimshutumu Rais Trump kwa kutokuwa na shukrani na kuongeza kuwa huenda bila yeye, basi asingeshinda uchaguzi. Musk aliacha wadhifa wake katika Wizara ya Ufanisi wa Serikali wiki iliyopita baada ya kuhudumu kwenye nafasi hiyo kwa siku 129. Tangu alipoamua kuachia madaraka hayo, Musk amekuwa mtu wa kukosoa mswada wa bajeti wa Trump unaofanya kazi kupitia Bunge la Kongres, akiuita ni wa kuchukiza, huku akisema ni aibu kwa wale walioupigia kura. Lakini Rais Trump ameandika katika mtandao wa kijamii kuwa njia rahisi zaidi ya kuokoa pesa katika bajeti yetu, mabilioni na mabilioni ya dola, ni kusitisha ruzuku na mikataba ya kiserikali ya Elon. Katika ujumbe wake Musk kwenye mitandao ya kijamii amesema kuwa kwa kuzingatia kauli ya rais kuhusu kufutwa kwa kandarasi za serikali yangu, hivyo basi itaanza kuzima chombo chake cha anga cha Dragon mara moja, ambapo Dragon ndio chombo ambacho kimekuwa kikiwapeleka wanaanga wa NASA angani. Ni taarifa yake, Ali Bakari. Lakini kwa sasa tayari uh, Elon Musk ameshabadilisha kauli yake ya awali, akisema uh, kwamba sasa hicho uh, chombo cha Dragon hata kizima ni ujumbe ambao ulitoka katika mitandao ya kijamii, baada ya kuulizwa na mmoja wa watu wanaomfuatilia. Lakini miongoni mwa mambo ambayo bado yanaendelea kutengeneza mjadala na maswali ni kwamba nini hasa kimetokea, kipi kinawezekana kikaendelea kutokea zaidi kati ya malumbano ya wawili hawa, na pengine haya yanayotokea, na athari zipi, kwanza kwa kila mmoja wa anayehusika na mgogoro wenyewe ama pia taifa la Marekani kwa ujumla. mimi ni Raymond Nyamuhula. hii ni Chekeche na tunalichambua hili tukiwa na Abdul Shakur Abud, yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anaungana nasi akiwa Washington nchini Marekani. Shakuru, karibu sana tunafurahi kuwa naye katika mjadala huu. asante sana kwa kunikaribisha tena. Naam. Uh, kinachoongelewa katika mvutano wa mafahari ya wawili ni muswada wa bajeti uitwao Big Beautiful Bill kwamba bill ndio unaotajwa kutengeneza haya yote yanayojitokeza. Pengine tumfahamishe mtazamaji, huu ni mswada ambao unakuja na mambo gani mpaka haya yote tunashuhudia yanatokea? Naam asante, kwamba ni kwamba budget bill hiyo, big budget bill ambayo imewasilishwa na Trump mbele ya bunge ni jambo la kawaida, ni bajeti ya kila mwaka ya matumizi ya serikali. Huwa inafikishwa na rais kabla ya mwisho wa April, ambapo wabunge wanalijadili swala hilo, wanapitisha mswada, halafu ndio inakuwa mswada wa matumizi, na rais anatia saini matumizi ya serikali kuanzia elimu, afya, kila kitu ambacho serikali inatumia. Sasa hivyo, ile ule mswada ambao ulifikishwa na Trump ulikuwa unaongeza sana matumizi, jambo ambalo Musk alikuwa haungi mkono. Ni bajeti ambayo imepitishwa katika Baraza la Wawakilishi kwa kura moja tu, kwa hivyo haikuungwa mkono kwa nguvu, na hivyo hivi sasa baraza la Senate linabidi kujadili kufanya marekebisho, na ikiidhinishwa, ndipo rais anatia saini. Sasa, kabla ya kufika katika kituo hicho, Musk aliamua kupiga makelele na kusema kwamba bajeti hiyo inaongeza gharama ya kulipa deni la Marekani kwa mabilioni na matrilioni ya fedha, haifai. Kwa hivyo inavuruga juhudi zake alioanza siku karibu mia moja thelathini ya kupunguza matumizi ya serikali. Kama tunavyojua amewafuta kazi watu karibu laki tatu wa serikali, watumishi wa serikali. Kwa hivyo amehisi kwamba bajeti hiyo inakwenda kinyume na maazimio na malengo ya mpango wao wa kupunguza matumizi ya serikali, na hapo ndipo ugomvi ukaanza. Na bajeti hiyo hivi sasa inakumbwa na tatizo kubwa katika baraza la Seneti, ikiwa kuna hili swala la mvutano kati ya Trump na Musk hii uh, inatafsirika vipi? Shakuli, ni kwamba um, hoja ya, ya, ya Maski inawezekana ikawa inapenya kwa urahisi katika masikio ya wanaotarajiwa kuipitisha kwenye Seneti. Ndio maana mchakato wenyewe unaonekana kama unakuwa ni mgumu, ukizingatiwa awali kura moja tu ndio imeleta tofauti. Bila shaka katika baraza la Senate, Trump anahitaji asipoteze kura tatu ili kuweza kuidhinishwa. Kwa hivyo kuna tatizo kubwa hapo, maanake kuna wabunge wawili au masenata wawili tayari wa chama cha Republican wameeleza upinzani wao. Sasa kitu kinachotokea hapa ni kwamba mjadala unaendelea na mvutano huu unaweza kusababisha hali hiyo kutokea. Uh, bajeti hiyo itakuwa na shida kutokana na kwamba kuna matumizi makubwa ya serikali, matumizi ya serikali katika masuala muhimu yamepunguzwa, lakini wanapunguza vilevile vile kodi kwa wale watu matajiri na watu wengine wa kiwango cha wastani, na hivyo kuleta kasoro na kuleta upungufu mkubwa katika mapato ya serikali, lakini matumizi ni makubwa. Kwa hivyo hapo kunakuwa na mvutano na inaweza kuleta tatizo kuweza kuidhinishwa. Wakati tunazungumza hapa tumemshuhudia uh, Donald Trump na Musk wakiwa kwenye miongoni mwa miradi ya Musk katika magari ya Tesla, na hapa ndipo ambapo Trump pia anashikilia hoja. Anasema Musk ana hasira kwa sababu pia wamekuja na mpango wa ruzuku ya kuondoa ruzuku kwenye masuala haya ya magari ya umeme, ambapo miongoni mwa wanufaika ni kampuni hii ya Tesla ya Musk. uh, uh, Musk mwenyewe amesema kwamba hahitaji maana ruzuku yenyewe ni karibu dola elfu saba na mia tano. Marekani akitaka kununua gari kuna ruzuku ya elfu saba na mia tano gari la umeme, na Musk ndo alikuwa anapata zaidi faida hiyo. Kwa hivyo katika bajeti hii, hiyo ruzuku inaondolewa, na Musk juzi amesema yeye hajali. Na katika takwimu nimeona sasa hivi ya maoni ya wananchi, inaonyesha kwamba wananchi wa Marekani wanaunga mkono wakisema kwamba Musk ana haki namna anavyosema, karibu asilimia sabini na tisa ya wa wamarekani wanadhani Musk ana haki kusema kwamba bajeti hii itaongeza hasara kubwa katika bajeti ya matumizi ya serikali itaongeza deni, lakini inawapunguzia matajiri kodi yao, na wamaskini watapunguziwa nafasi waliokuwa wakipewa maruzuku na kadhalika, waliokuwa wakipata kutokana na mambo ya serikali Kabla kuangalia, ya kuangalia athari ambazo zinaweza zikajitokeza ama tayari zimeanza kujitokeza kwa malumbano ya hawa wawili pengine, tumalizie na hili shukuru, kwamba kuna wanaojiuliza hivi kweli amekosekana mtu wa kuwaweka hawa sawa, wakamalizana mpaka kuja hivi hadharani, ama ndio ile dhana ya mafahari wawili? nafikiri ni dhana ya mafari wawili imejitokeza hapa. Ghafla ni kwamba Musk alipomaliza siku zake mia moja thelathini huenda ikasababisha hali hiyo, na ilikuwa inaingiana na hilo swala la bajeti. Kwa hivyo Musk aliona kwamba la hii hali hii haiwezi kupita. Kwa hivyo watu wengi wameshtushwa na jambo hili, maanake limejitokeza kwa ghafla, na hasa ukiangalia kwamba limejitokeza wakati Musk na Trump walikuwa katika Ikulu wa pokezana Trump akimpa zawadi ufunguo wa White House, na hivyo Musk akimsifu Trump kwamba anafanya kazi nzuri, Trump akimsifu Musk anafanya kazi nzuri. Ni jambo ambalo lilishtusha watu kwa wengi sana. Vipi hali hii imegeuka katika saa 47 hivi 48 na kuwa uhasama kati ya hawa marafiki wawili ambao kwa hakika kila mmoja aliungana kutokana na hisia zao za kutaka kupata faida. Musk aliona kwamba atapata faida akimuunga mkono Trump na Trump alihitaji fedha za Musk. Manake Musk lazima ikumbushwe kwamba mwezi Novemba alitumia karibu dola milioni mia mbili tisini zake mwenyewe kugharimia kampeni ya Trump ambayo ilikuwa na matatizo. Kwa hivyo kila mmoja alikuwa na maslahi yake. Kwa hivyo inaonyesha kwamba maslahi haikuwa na nguvu na ikavunjika haraka sana na kwa ghafla. Kwa anayetufuatilia mm -hmm. Hivi sasa tunazungumza na Abdul Shakur Abud, yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye anazungumzana nasi akiwa kule Washington nchini Marekani, tukiangalia mzozo kati ya mafahari wawili, mmoja na nguvu ya kiutawala kwa maana mamlaka, rais wa Marekani taifa kubwa hapa duniani, lakini mwingine naye ana nguvu ya kiuchumi kwa maana kifedha, yeye ni bilionea hapa duniani Elon Musk. Sasa tuangalie athari ambazo uh, zinajitokeza hapa Shakur, kati ya mzozo wa wawili hawa uh, tuanze kwa Trump tuanze kwa Elon Musk mwenyewe. Huyu ni mtu ambaye ni mfanyabiashara biashara, na tunaona biashara zake nyingine kwa sasa zina mkono moja kwa moja na mikataba ya serikali. Inaweza ikamwathiri chochote endapo mzozo huu utaendelea kuwa hivi. Uh, dalili zake zimeanza kujitokeza kama ulivyosema mwanzoni pale katika utangulizi, ni Mask, kwamba ana mkataba mkubwa sana na serikali katika swala la safari za anga. Mask ana vyombo vya kwenda angani ex rockets, alafu vile vile, ana satellite zake ambazo zinasaidia serikali katika maswala mbalimbali mbali. Kwa hivyo Musk akifanya mchezo anaweza kupoteza mikataba hiyo, na hiyo imetokana na matamshi mwenyewe ya Trump alisema akiwa katika ndege yake kwamba yeye atachunguza na kuangalia mikataba ambayo Musk anayo pamoja na serikali. Itakumbuka kwamba vyombo vya Musk vinataka kupeleka watu na vifaa katika anga za juu, hasa katika maabara ile ya space katika anga za juu za Marekani. Kwa hivyo yeye anachangia kwa pakubwa sana katika swala hilo, na ndio maana yeye akasema atazuia kupeleka watu kule juu. alafu mara Trump alipotishia, tukaona Musk akibadilisha msimamo wake akisema la, hatozuia kitu. alafu pili, kuna swala la magari yake katika kipindi hiki cha siku mia moja thelathini Musk alipokuwa anapunguza matumizi ya serikali kwa kuondoa na kufunga wizara mbalimbali mbali, na idara mbalimbali mbali za serikali, amepata hasara kubwa hapa Marekani na Ulaya. Asilimia 41 za biashara zake za magari ya umeme yamesita, watu hawanunui wa tena magari yake hasa Ulaya. Hilo limemsababisha kuwa na wasiwasi, ndo hasa alitoa sababu kwamba anarudi kufanya biashara zake. Kwa hivyo aki ugomvi huu ukiendelea Musk atapoteza upande wa magari na upande wa anga za juu. Mm -hmm. Umezungumzia swala ambalo ni athari za moja kwa moja za kiuchumi, pengine tumalizie hoja hii masuala uh, haya ya biashara na uchumi. Tumeona kwenye ripoti mbalimbali zinaonyesha kwamba kwenye ile siku ya kwanza tu ya mzozo wa wawili hawa kampuni ya Tesla hisa zake zilishuka kwa asilimia 14, na hivyo kusababisha zaidi ya dola za Marekani bilioni 150 kupotea kwenye soko la hisa. Lakini wakati huo huo, kampuni you know, ya Trump ambayo inasimamia yule mtandao wake wa kijamii mashuhuri wa Truth, na yenyewe imetikiswa kwenye soko la hisa. Hii ina maana gani pia kwa uchumi wa Marekani? Hii ina umuhimu mkubwa katika swala la biashara ya juu maanake, kumbuka kwamba katika mvutano huu vilevile vile kuna mvutano ule wa kodi za bidhaa kutoka nje. Kwa hivyo hmm, mvutano huu kama ulivyotaja hapo hisa kushuka na masoko kuwa na wasiwasi ni mambo ambayo yanaweza kuathiri sana uchumi wa Marekani. Maanake Marekani hivi sasa iko katika hali ya wasiwasi kiuchumi kutokana na sera za Trump kuhusiana na biashara za nchi za nje, na hivi sasa mvutano huu ambao unaonyesha unatikisa soko la hisa na soko la hisa ikiwa inapanda na kushuka ghafla ghafla inaweza kuathiri uchumi wa Marekani. Tayari wanahisi kwamba katika mwisho wa mwaka huu huenda uchumi wa Marekani ukadumaa, na uchumi wa Marekani ukianza kudumaa, hapo pia uchumi wa dunia unaweza kuathirika. Kwa hivyo, ugomvi kati ya hawa watu wawili unaweza kuathiri uchumi wa Marekani ambao itadhuru uchumi wa dunia. Asante mm -hmm. sana Abdushakur Abud mwandishi wa habari mwandamizi ambaye tunazungumza naye akiwa Washington nchini Marekani. Tukiangalia mvutano ambao umejitokeza na kuagumza duniani kati ya rais wa Marekani Donald Trump na bilionea ambaye alikuwa na sahiba yake, huyu ni Elon Musk, wakiwa wanaonekana kutofautiana katika baadhi ya vitu, na hivyo sasa kutengeneza mjadala ambao unatufanya hata sisi tuliangalia swala hilo. Tutarejea hivi punde, pia tuangalie athari nyingine ambazo zinajitokeza hata kwa upande wa kisiasa. Usiondoke. Karibu, hii ni sehemu ya pili na ni sehemu ya mwisho. Kipindi chako ni Chekeche, uchambuzi wa siasa za kimataifa. Mimi ni Remi Nyamekula na leo hii tukiangalia taifa la Marekani ambalo limekuwa gumzo kutokana na mzozo ambao umejitokeza. Ni mzozo ambao unavuta hisia za watu wengi, ikizingatiwa kwamba unamhusu rais ambaye ni mtu anayetazamwa kuwa ni mwenye mamlaka makubwa katika dunia hii tuliopo hivi sasa. Huyu ni rais wa sasa wa Marekani, Donald Trump, lakini akibishana na, na mtu ambaye pia ana misuli yake ya kiuchumi duniani Elon Musk. na hawa walikuwa ni watu wawili wakishirikiana vizuri, lakini hivi sasa kila mmoja amekuwa na vita maneno ya maneno dhidi ya mwenzake. Hii ina maana gani? Nini kinatokea? Nini kitatokea? Na ina maana gani kwa Marekani yenyewe na hata kwa wawili hawa? Uh, tunaye Abdu Shakur Abud mwandishi wa habari mwandamizi akiwa pale Washington nchini Marekani. Uh, Abdu Shakur, tumeangalia athari za kiuchumi na kibiashara ambazo zinawagusa watu wote hawa wawili, lakini pia taifa la Marekani kwa ujumla, lakini kuna upande pia wa masuala ya siasa. Wapo wanaojiuliza hivi sasa, Donald Trump kwa namna ambavyo alikuwa amempa misuli ya kiuongozi uh, maski ndani ya serikali yake, anatazama vipi na chama chake cha Republican? Chama cha Republican kinatazama kwa hali ya wasiwasi kwa sababu Trump aliweza kuwavuta Warepublican wote kufuata kila kitu anachotaka yeye, lakini kuna baadhi ambao walikuwa hawana furaha sana. Kuna wale ambao hawakufurahia nafasi aliyompa Musk katika serikali katika idara ile ya DOGE ambayo ilikuwa inaleta uthabati na katika kuleta matumizi madogo ya serikali. Kwa hivyo, kuna wale ambao hawakufurahia jambo hilo, wakiona kwamba nafasi zao zimechukuliwa kisiasa. vilevile la mawaziri la Trump lilikuwa linavutana kwa sehemu fulani, ingawa kwa siri. Maanake Trump ameweza kujiweka katika ile hali ya kwamba kila mtu lazima asikilize amri zake. Kwa hivyo, amekuwa akitumia vitisho, ikiwa hutonisikiliza nitapunguza hivi au nitakufanya hivi. Kwa hivyo, kulikuwa na hali ya wasiwasi ya vitisho katika serikali na chama cha Republican. Kwa hivyo hivi sasa, kutokana na mvutano huu, inaonyesha wazi kwamba kutaweza kujitokeza watu wa chama cha Republican ambao wale hawaridhiki na mambo ambayo Trump alikuwa akifanya, au akimpa nguvu Musk, wakajitokeza. Kwa hivyo ni mapema bado, lakini inaonekana kwamba kunaweza kutokea matatizo fulani katika chama cha Republican. Mvutano uliokuwepo ndani ukitokota, unaweza ukajitokeza nao na wanasema hii ni vita ambayo pengine inaweza ikachukua muda mrefu, kutokana na tabia ambazo wote wawili wanazo kwa maana ya Trump pamoja na Musk. Kila mmoja ni mtu wa kuvimba. Katika hali kama hii, washindani wao Democrats wanafaidika vipi? Wa Democrats wanafurahia jambo hili, maanake walikuwa kilisubiri kwa muda mrefu. Wa Democrats watafaidika kutokana na kwamba, ikumbukwe kuna uchaguzi wa katikati ya mhula hapo mwakani. Kwa hivyo, kuna tafsiri, kuna taswira kwamba huenda chama cha Demokrat kikapata ushindi mkubwa katika uchaguzi huo wa bunge, ambapo hivi sasa bunge la baraza la Senate linashikiliwa na Warepublican na chama cha Republican vilevile inachukua nguvu katika baraza la wakilishi, ikiwa na kura tatu zaidi ya chama cha Democratic na kura mbili katika baraza la Senate. Kwa hivyo hali hiyo inaweza kubadilika, chama cha Demokrat kikapata ushindi na katika ugomvi huu Juzi siku ya Alhamisi, Musk alisema na akatoa hoja katika ukurasa wake wa X kwamba nchi hii inahitaji chama kipya, ambapo watu wanasema chama cha tatu. Na katika uchunguzi huo, asilimia 80 wa Marekani wameunga mkono swala hilo, wakisema wanahitaji chama cha tatu. Kwa hivyo utakuta kwamba kuna hali ya siasa kujitokeza, chama cha Republican hasa kika sambaratika chama cha Democrat kikapata nafasi kikachukua udhibiti wa chama kikachukua udhibiti wa bunge, na hivyo kusababisha miaka miwili ijayo ya rais Trump kuwa katika hali ngumu, kutoweza kupitisha mipango yake. Ndo maana watu wengi wanasema kwamba, wachambuzi, ni kwamba Trump anaharakisha kufanya mabadiliko hivi sasa akiwa na bunge lenye wengi wa chama cha Republican. Kwenye utangulizi wako mwanzoni, Shakuru lilibainisha kwamba uh, Musk alianza uh, kujitokeza zaidi kwa Trump baada ya lile jaribio la kushambuliwa kwa risasi kwa Trump, na ni mtu ambaye hakuwa akimuunga mkono sana hapo awali. Na katika dhana hii ambayo unazungumzia ya kisiasa, na kila upande ambao unaangalia manufaa yanaweza kuyapata, kuna ule msemo wa wanasiasa wanasema kwamba hakuna rafiki wala adui wa kudumu kwenye siasa. Pengine ikionekana mambo hayaendi sawa, hata kuanzisha chama kipya, mtu akaamua aseme asiende nacho. Maski anaweza akakimbilia Democrats. Si dhani kama Maski atakimbilia Democrats. Maanake lazima iangaliwe kwamba Maski vile vile ni mtu mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, hmm. Uh, ataweza kuendelea katika mpango wake katika kuunga mkono chama cha Republican, mrengo wa kulia zaidi, uh, wale watu wanaojulikana kama mega, wale watu make America great again, anaweza kujaribu kumpokonya Trump, lakini wa demo, kuja katika upande wa Demokrat, lazima ikumbuke kwamba Musk alikuwa hajajihusisha katika siasa mpaka mwezi Julai mwaka elfu mbili ishirini na nne katika kampeni za uchaguzi pale alipomuunga mkono ghafla Trump. Kwa hivyo urafiki wao umeanza hivi karibuni, na hivyo hawezi kuonekana kwamba atabaki kwa muda mrefu, na kama walivyosema ni kweli, wanasiasa huwa wanabadilishana mambo mara moja na kubadilisha misimamo yao haraka sana. Kwa hivyo sidhani kwamba Musk atakwenda katika upande wa chama cha Democratic. Ikiwezekana atabaki katika upande wa kulia zaidi, na yeye sio atakayeweza kuunda chama. Nafikiri watamtumia mtu mwingine kukiunda na kukiongoza chama hicho. Miongoni mwa maneno ambayo yamenitafakarisha ya Musk aliyoandika kwenye mtandao wa X ambayo anaumiliki hivi sasa, anasema kwamba uh, Trump amebakiza miaka mitatu na nusu ya urais, wakati yeye, kwa maana Musk, ana takriban miaka arobaini ya kuishi <laughs> yeah, <nata>, anatuma ujumbe gani? <laughs> yeah. Yaani, anataka kuonyesha kwamba hataki kusema, amesema kwa ustaarabu kwamba hey, Trump ni mzee zaidi kuliko hey, yeye ni kijana, kwa hivyo ana muda mrefu zaidi wa kufanya mabadiliko katika siasa. Hiyo nafikiri kwa upande mwingine ni kutaka kuwahamasisha Wamarekani kwamba sikilizeni, nifuate mimi, mimi kijana, hmm, naweza kukuleteni mabadiliko na faida zaidi kuliko huyo Trump aliyobaki miaka miwili katika madaraka <laughs> kwa ujumla, Wamarekani wanasema nini katika haya yote ambayo anazidi kuendelea na ambayo pengine hayatabiliki anaweza akakomalini? Wamarekani kwa sehemu kubwa wamepigwa na butwa, ingawa vilevile vile walitarajia hali hii kama ulivyosema. Wamarekani wale ambao wako katika wastani katika siasa walijua kwamba Trump na Musk hawezi kwenda kwa muda mrefu, maanake siasa zao huenda zikawa hazifuatani kama tunavyoona, hasa katika upande wa matumizi. Musk anataka kutumia hali ya kisiasa na kiuchumi kupunguza matumizi, yeye hajali, yeye anataka mtu wa serikali aweze kufukuzwa mara moja, yeye anataka fedha za serikali zitumiwe kama katika biashara, ambapo ni jambo tofauti. Hajui au hafahamu vipi serikali inafanya matumizi yake. Kwa hivyo ni jambo ambalo Wamarekani wameshangazwa vilevile na walikuwa kitaraji. Kwa hivyo Wamarekani wengi katika, katika hizo uh, ex, ambapo maoni yalikuwa akitokea wali a nani yuko haki Musk au Trump. Na Musk vilevile ameonekana akiongoza, hiyo haimaanishi chochote katika hali ya mambo, kwa sababu hii imetokea ghafla, Wamarekani bado hawajatoa maoni yao vilivyo na vyombo vya kupima maoni wa Marekani bado sijaona hmm, yakifanya kazi na tutarajia, wiki ijayo tutapata picha nzuri zaidi juu ya yale Musk na Trump wameshindana. Maanake wanakuwa wanashindana katika mitandao ya kijamii hmm. Trump alichukua muda mrefu kabla ya kuanza kumjibu Musk, kwa hivyo tunasubiri wiki ijayo kuona hali mambo yatavyokuwa na wote hawa wamekuwa ni wazuri kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa kumalizia, um, Shakur, bahati nzuri mfuatiliaji pia wa siasa za maeneo mbalimbali hapa duniani, dunia inajifunza nini kwa hiki kinachotokea katika mazingira haya, ambayo uh, imekuwa ni jambo la kawaida kuona sasa hivi rais anakuwa na swaiba wa karibu, rais anakuwa na mpambe ama, huku tunasema machawa ya. Bila shaka inaonyesha kwamba inategemea vipi siasa zinapangwa, vipi chama cha kisiasa kinajipanga, na zaidi zaidi ni kwamba inaonyesha kwamba swala la kutumia marafiki yake katika siasa, mtu mwanasiasa akitumia marafiki ambao sio waaminifu, kuna hatari ya kuweza kuvunjika. Na hapa inaonyesha vilevile kwamba fedha inavuruga kabisa hali ya mambo, manake hapa tusisahau kwamba ni fedha ambayo imesababisha mvutano huo. mm -hmm. Kwa hivyo somo dunia inaweza kupata ni kwamba vyama vya kisiasa viwe na nguvu zaidi katika demokrasia, kuweza kuwa na hali kwamba kutoruhusu mtu wa kisiasa au mtu yoyote kuweza kuja kuvuruga. Maanake tumeshuhudia kwamba Trump amemleta rafiki ambaye amekuja amevuruga serikali. Kuna habari zinayoenea katika mitandao ya kijamii kwamba yale yote ambayo Musk alifanya kufukuza wafanyakazi, hivi sasa wametambua kwamba kazi nyingi hazifanyiki, wameanza kuwarudisha watu polepole pole. Kwa hivyo inaonyesha kwamba lazima pawe sheria na katiba muhimu ambayo ina nguvu, ambayo mtu mmoja hawezi kuja tu kuleta vurugu. Kwa hivyo ni somo ambalo sheria kanuni na mipango ya uchaguzi na siasa zinabidi kuwa thabiti kabisa, zisiwe zinaongozwa na chama, lakini zinaongozwa bila ya kuwa na upande wowote. Ni sera ambazo zinaweza kulinda katiba ya nchi kuliko kumruhusu mtu mmoja kuleta vurugu katika nchi minakushukuru sana kwa kushirikiana nasi katika kipindi hiki Abdu Shakur. Asante sana, nashukuru kwa kunialika. Asante sana. Bila shaka Abudi ni mwandishi wa habari mwandamizi ambaye tumezungumza naye akiwa Washington nchini Marekani tukiangalia Marekani na kinachoendelea hivi sasa uh, vita vya maneno katika mitandao ya kijamii kati ya Rais wa Marekani Donald Trump lakini pia na swahiba wake ambaye sasa anaonekana kuwa sio maswahiba tena, huyu ni bilionea Elon Musk. Bila shaka umejifunza dhana nzima ambazo tumeziangalia kwa maana ya athari za mtu mmoja mmoja kwa maana ya watu wawili lakini athari pia kwa Marekani na nini ambacho dunia inakipata kama somo. Huu ni uchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia ya kimataifa, mimi ni Raymond. Asante sana kwa kuwa nasi, tukutane wakati mwingine. Tafadhali endelea kuitazama UTV.